Ha, ripoti za Pesa Media zinasoma kwa Mama Kizimkazi Mama Samia Suluhu Hassan, visiwani, Zanzibar, kesho, Simba wana jambo muhimu katika mchezo wao wa kombe la shirikisho barani Afrika zidi ya Stellenbosch wa Afrika Kusini katika uwanja ambao wa machinjio Zanzibar. Tupo na Mzee Saidi eh, mwanachama wa Simba Sports Club pia ni shabiki wa Simba Sports Club. Mimi naitwa Wazali Tambiko, nyuma kamera director lunde kila mitaa tukipita Mzee Saidi, Mzee Saidi, Mzee Saidi, unajulikana sana Zanzibar visiwani. Kwanza tupo historia kwanza ya Zanzibar, naona wewe ni mtu ambaye unajulikana julikana sana kila sehemu. Mzee Saidi, Mzee Saidi, Mzee Saidi, Mzee Saidi, eh, sina washabiki mm, washabiki zangu wa Tanzania mm, na wengineo sasa mm, wameniona bandarini pale na shuka mm, kwenye chuma cha Kilimanjaro mm, tushapwagapwaga maji tumeingia hapa ile chubu chubu. E, ile chubu chubu ndo kupwaga maji kwenyewe, imefika, imekutana na washabiki wangu, lazima wanishangilie, na walivyoniona wamefurahi na mimi mwenyewe nimefurahi kuingia Zanzibar saa hizi mapema. Saa ngapi? Saa kumi na moja hii, mimi naripoti nikiwa Zanzibar hii naongea, niko Zanzibar, nimekanyaga ardhi ya visiwa vya marashi ya karafuu, Zanzibar. Jambo ni hili kuja kumng'oa msauzi Afrika. Huyo e, huyo stelebushi wako huyoo sasa mm. Atageuka atakuwa sio bushi tena, Mzee Saidi, maneno yako, e, atakuwa Joji badala ya bushi. Yatakuponza, Mzee Saidi. Yenda niponza nini? m ukati na, najua na idadi ya magoli babu mm. e, yani wafungaji tu ndio sijui mm. lakini magoli wafumu wa magoli yetu mawili safi kabisa. Si tukienda fika kusini tunazuia tu. umechungulia wapi Mzee Saidi? Kuchungulia usitaki kujua hey? Mi natembea na nujumu shehe hmm. Kila nakokatisha nujumu hau kwa mjomba? aa, aa. Hmm. Unasoma hmm. Yaani unatembea unasoma, Muislamu hmm. Muda wote ni kisomo Eh, make saizi hapa nipo baadaye, unaweza kusikia mzee Saidi Kasepa, lakini unakwenda na kisomo ah. Eh, kusepa sio, nimeondoka mm. anaiaga ah, dunia shehe, muda umeshaenda wa u... kuazika saa 10 kwa kesho mm. saa 10. Kwa ni mechi sangapi? ndio tunawapeleka pwani namna hiyo mm. alafu tumewaleta pwani na tunawapeleka pwani mm. eh, mimi nimeingia muda si mrefu mm. eh, nimekutana na wazanzibari wamenipokea, tumecheka, tumeongea. Nikamwambia vijana, nakwenda kupumzika. E, tutaonana baada ya kwenda kumwangalia Mavambo mm. Fernandes Mavambo mm. E, lazima utaje alafu na jezi yake mm, bwana e, angalia direkta, nichukulie hii mm. Ipeleke hivyo hivyo, usikate Fernandes Mavambo mm. Shaichukua direkta mm. Ameniambia amen. Tayari kwa hiyo ndio hivyo mm. Mm. Wakika, Mzee Saidi. Mapema tu mm. saa kumi kamili pale tunatakiwa tuingie saa tisa mm. saa tisa juu ya alama mm, sababu tunakwenda tatribu umenielewa? mm. Eh, mdogo, mdogo, hamna haja ya kupiga kelele, usafiri huku bwelele kama bibi harusi ah, taratibu <laughs> unaingia, sio bibi harusi, bwana harusi, si, si tunaenda kuwafungisha watu ndoa kesho. Ndoa gani? Ah, ah ndoa ya, ya kafu. Maana kuna ndoa mbili: kuna ndoa ya mkeka, eh, kiki ndoa ya kafu. Sasa hiyo ndoa ya mkeka chana nayo ndoa ya kafu mapema tu ninamaliza jambo, alafu naingia tena tubwi tubwi tubwi na itafuta Dar es Salaam. mm. E, wewe umeona tulivyokuwa tunakuja. mm. kitu kama kinayumba lakini ndio kinaelekea hivyo e, yani kitu kinayumba bwana e, ah. mm. kusafiri kwenye maji una enjoy. ah la jipe mwenyewe usingoje, kupewa ukipewa huko kaburini, kila siku nakwambia, ila mtani amepanda treni ya sijara <laughs> anaenda wapi? Anaenda kucheza Dodoma, wao hawapo, tupo si peke yetu mm. eh, si tuko peke wa, wanini wale tulisema wanini? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> we Yanga unakata hawagaratia wako wanaenda Dodoma, wanaenda wapi? Se si wana tabu wale, si tumetoka pale tumeluka na mbung'o. Vijana wameshatua saizi, wanaongea tu ha, ha wanapeana muda tu saizi, yani uke... kile unakaa una mawazo mengi, unaangalia koldo, unaangalia koldo umefika mwisho, lakini unaangalia bahari, ukiangalia bahari haina mwisho. Yani mambo yote bulbul, kuogopa muhimu pale pa kujitetea, mna sheikh make utakwenda ya kapu ya kwanza <laughs> Kapu ya pili akikuona ya tatu mm. Ah, mjomba <laughs> huu urudi tena mm. Utoko ataona tu vidole watajua mm. Ngome imesha kuisha hiyo, sasa hivi kesho akikufunga utaondoka asubuhi asubuhi, umeshasema ah. Mm. Ah. Mm. Akinifunga mm. lazima niondoke mm. Eh, eh. Na asiyekubali kushindwa si mshindani mm. Mbona si tunakubali tunashindwa mm. Lakini wale wametoka moja kwa moja airport na basi moja kwa moja wamekuja wameingia, ah ah, wameingia Dar es Salaam bandarini. Wapande ndege? Wana udole wa kupanda ndege? Wewe makalapusa wale, kama mimi hapo, wapande ndege? Mchezo wamekuja wamechukua meli hizi za Kilimanjaro, tubu tubu, na wenyewe wametumbua. Wewe mkiwauliza wao, sisi tumekuja na sisi kutalii. Ah, mmekuja kutalii? Ngoja tuwaoneshe viziwa vya Zanzibar vikoje. Wewe subiri kesho pale, wewe simalize maneno eh, wewe subiri, alafu kesho tukimaliza asubuhi nitafute. Aha, na nakupa tena hiyo mpaka, <laughs> mpaka fainali hiyo ah. Kauli kaitoa like, nani kaitoa? Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa. Hmm. E, kakwambia hatuishii bado tunafanya nini? Hmm. Hey, yani wewe ukishaona mimi nimefika fainali nka jua ndio Simba kaishia hapa garatia wanaumia saivi. Ah, lazima waumie, mbona si kipindi kile, wakati na wenyewe wanaruka na ndege mara Afrika Kusini mm. mara wanaenda wapi, si wenyewe tulikuwa tunaumia mm. kutesa kwa zamu Mm. Kutesa kwa zamu, kutesa kwa zamu. Sasa hivi zamu yangu a kutesa kwa zamu <laughs> <laughs> <Zataibi damu yangu. laughs> kutesa kwa damu kaka, Mungu acha aitwa Mungu. mm. Mungu sio Asumani wala sio Abdala wala sio wewe Waziri. mm. <laughs> Mungu ni Mungu yule kule juu. mm. Kasema safari zamu yenu, na nyinyi mmechekwa sana. mm. Mara pukuchu lobo. mm. Sasa hivi tu ndio tuko lobo. Sasa hivi nusu. Sasa hivi. E, tuko nusu. mm. Tunakwenda zetu fainali. mm. Yani, huo ukiona tu zimetumbukia pale tatu mbili, jua Mnyama anakwenda fainali kupumzika. hey. mm. na naomba kesho, Mungu akijalia mm. kocha yani apigwe kofi na Mwenyezi Mungu. pa Mavambo anaanza we hey. yeah. Yani, hapo akitoa pasi likitumbulikia goli, mimi nageuka tu nawaambia Azamu mm. someni huko nyuma Hey. Bana, hebu mwache. Utaacha paliwe na mate yangate ulimi, afu kesho ashinde kufanya kazi. Tulia kwanza, tumtaje <laughs> Mavambo tu umemtaja Fernandez mnani sijui kibisa wala kajingata ulimi. Hasa kajingata ulimi nakuaje <laughs> hapa. Ah, ah, mm. ah balaa jingine hilo. Mzee Saidi, mama Samia ameweka hela milioni ishirini. Si tumeshazoea kuchukua hela za mama. Mama, si hela zake tumeshazoea kuchukua tumechukua hela mpaka za mapenati. We vipi bwana, si tushazoea na mama naye anajua kabisa mimi nikiwapa hawa. Eh. Waniangushi ah. E, asa Yanga siku zile wamepewa hela mbili, moja kufika kule, wameenda kushinda kimoja, wapi na wapi wanaambulia. Sisi tunachukua mpaka za mapenati na kesho tunachukua tena wenye nchi yenu. Si ndio kazi yetu kuchukua tu pesa, pesa za mama kuzikunja, na mama analea mama anatulea sasa hivi, anachukua bwana. Yani mtu asiye mkubali yule mama, aka yule ana matatizo yake. Mama kote yupo, anagusa kila sehemu, nyanja zote anazigusa. Michezo sijui pete, sijui kucheza nini, sijui kucheza bao, mama anatoa hela. E, nipo nyumbani kwao hapa, ndipo alipozaliwa bi mkubwa. Ah, mimi nimwambie nini? Mimi namshukuru, nachotaka tu mimi, mama nilinde, niamke asubuhi salama, nikijinyoosha namna hii mbavu zinanyoka, mimi naingia kazini Nitamwambia Bi Mkubwa, ye hela atoe tu za magoli, wanachukua vijana mm. E, mi ntamwambia nini mama, Rais wa Jamhuri ya Muungano mm. katulia mama, ana shida, hana tabu Mitanoteno. Tena mi kwangu hata sio na wasiwasi mm. ye ajue tukaishaipata, mimi na mke wangu, watoto wangu bado wadogo mm. mi na mke wangu mm. Ah, ye ajue tayari mm. ishapita siku nyingi yani tunachongojea tu yale maboksi. Nikisha, nikabizi karatasi, natafuta sura ya mama, inaonekana sio ya mwanaume, uanze kupama pama, unahangaika, sura ya mama unaiona tu mama yule, umemaliza. Alafu sasa nataka niongozane na mke wangu. Unaongozana vipi? Eh, si mimi natangulia, yeye anatangulia, mi mbele ye, ye, ye nyuma. unaingiaje kwenye mechi? mm. Kama nilivyo mm. Ee, hivi hivi, hivi, hivi. Yaani mimi nimekuja kwa kazi sijaja kushangaa magorofa ya Zanzibar mm. Nimekuja kufanya kazi moja, tunachohitaji pointi tatu na magoli yetu ya kutosha. Kuna magorofa sasa, kwani hujayaona? <laughs> Zanzibar kumeenea babu, yeah, huku naona tuko wapi huku, wala sio Stone Town wala sio wapi, tuko mificheni, tumetulia wala sio Manyara mm, tunakula kiyoyozi cha Mwenyezi Mungu. Mm. Eh. Maya saa hizi baridi, ukitoka <laughs> na mimi lazima uwe na koti. Mi apata koti, natamani nilitupe hii jezi mm -hmm. Yes, natamani lakini sasa siwezi kuivua kwa sababu ya friend and Mavambo, namwakilisha Mavambo na naomba kesho atakae akae kwenye benchi atingishe miguu ile, kwa taka taka kwa taka kwa taka, anatingisha miguu mm -hmm. Eh. Umeshavuka Umevuka siku nyingi, kwani watu hawajafa wa huku Benjamini Mkapa, huku Zanzibar hmm. Amani Stadium, sasa yisi, Muungano, na, na Mapinduzi, mpila ni ule ule hmm. mpira ni ule ule haubadiliki. Yaani zinazobadilika ni slogan za mpira, lakini mpira ni ule ule. Slogan ziko nyingi. Kama ipi? Kesho niulize kama ipi. Mzee Saidi, kesho niulize hiyo ifiche. Kesho niulize mzee. Jana uliniambia kuna slogan. Si Jumatatu niulize asubuhi tu kukicha, lete kitonge. Mzee naomba uniambie slogan yake. Slogan ipo, na slogan yetu, umeona wakati tunakuja tuko na kina nani piga Kigoma ah! tu na lilivochanganya walitulia, wenyewe unafahamu mchezo niliona tubwi tubwi tubwi, hmm. Wenyewe umm. mmm. wakatulia wakaona wakaona umm. hapa, ngoja kwanza tuangalie chuma inavyotembea kwenye maji, unasikia ee, yani ndio maji hayo yanapasuka yanaachia njia wanaume ya... wanaenda kuchukua ushindi hivi ma... e, ndio maana yake hivi mm. hujawahi kuyaona maji yanavyokasirika? Yeah, ah, maji yakikasirika yanakoloma yale kaa ka Simba mm. yanaweza yakakuita hata kukuita, yamekasirika pale, yanatafuta sehemu ya kupitia, ndio meli ilikuwa inayakata pote... kwani anapotea mara ngapi Zanzibar? kwani anapotea mara ngapi haya? mm. yote unatakiwa uniulize kesho. Mm. Leo tunawaambia washabiki wa, wa... Mm. wa online nini cha pesa kuwa cha pesa wameshatua Zanzibar, wapo na mzee Saidi, wamemsafirisha kutoka huku. Kwanza nimekula ugali mbuzi, najua wewe yani, Zanzibar mbuzi wapo, kula ugali mbuzi nimemaliza, yeah. nimewaita vijana njoni, niwape dawa kidogo kwa ajili ya kesho. Kesho watu washinde wulojo, bwana mi mwanaume wa nguvu bwana, mi si ulojo bwana. <laughs> umepikwa ugali wa, wa maana pale mimi nakulaja, ulojo bwana. Mimi mimi msirikale, babu mtu wa shida basi mm. Kesho kidogo cha pesa nitamwambia ongezea kwanza, kesho sili sili kesho, siri kesho. tena nakwambia kabisa kesho nakuja kula saa kumi na mbili. Kazi nimemaliza, unakulaje? Kazi hujafanya, sasa kumbe unauliza maswali, mdogo wangu, watakupiga makofi watu hapo. Huyo Stella bubusheli sijui kaisha, mimi sijui. Sasa mimi sijasoma mida, sasa saba, Stella bubusheli sijui, Stella bubu chao tayari wamekufa. Sasa wanasema nimechungulia sehemu Mzee Saidi. Tumechungulia wapi? Nimechungulia. Yaani mimi yaani sasa hivi hata nikilala namna hii. Ukiniambia Fadla namweka nani na nani? Mm na kutajia kesho lazima ka, nani tarantini yupo katikati. Aa, hey, kumbe. Sasa mm. Sasa na tunachungulia kitu ya ni timu lile pale sasa. Timu lina ubaya gani lile? Sasa hili mimi nataka mchezaji gani kesho namo, unamba matumaini makubwa kushinda kesho goli ah yani wakushinda wa mm. Wako wengi pale wa kwanza mpanzo volkano lazima. Ah, kama kawaida yake kama anasusa kumbe, ndo anakumalizeni afu mina hamna Yanga wewe Atusaji, yani mina hamnao Yanga kia Mungu na yule kibisawala volukano. mm. mi mm. <laughs> <laughs> nataka nije nione aafu waja waniwekee yule mtoto wa mfupi kama wewe <laughs> usitamugu baga we nani, namwogopa na basi basikie. Ah basi bwana we nayo kidogo tu umeshamtaja, na huyo naye. Hilo jamaa likiwepo, mimi sina raha nikichunguliaa. Tunajua hii mjomba naye umeagi, afu mjomba lia aliumii, wanasema hao uh, uti wa mgongo unauma. Hii kipindi cha pili limezama ndani lile <laughs> limekaa kama katapila yale ya kungong'oa miti hayo. Hmm. Wewe unaweza kusema leo limekufa asubuhi, unasikia Tru tru tru tru. Hapo liko silence, alinaenda kung'oa miti, ndio yule Aziziki. Mwanzo anageukaje? Ah, sasa sehemu amna hapa, nimevaa kiatu cha kokoko, natakiwa ningekuwa nimevaa labda, alafu nikuoneshe anavyogeuka maki yule, sijui anage anageukaje, anaugeuka afu anauchapa ule mpira sasa, beki anabaki anaangalia namna hii. huyu kapitaji hapa, tulia, unamwambia kabisa muongeze na kibao. Eh, unamwambia kabisa muongeze na kibao. <tik> Eh, kuna beka alifanywa vile, akaenda kukita na Fernando Simavambo. Mm. Alimzunguka yule. Fernando Simavambo jamali, kenda likakita. Mm. Kona, mtani, umizia mtoto huyo. Ulikuwa kwenye <tik> hali gani mzee Saidi? Niliumia vibaya sana. Mm. Fernando Simavambo kaenda kukanyagwa kwenye hapa. Mm. Kaenda kaumia Fernando Simavambo. Alafu mara naliona linakunguta mguu linazama ndani. Kaambia asante. Watu wanakufa tatu moja. Mm. Uh, umesahau pale Taifa Pimpin Kamara, eh, yupo kama kawaida yake yeah. Yupo mm. Ukilazima uke, ukimtaja Pimpin Kamara mm, lazima umalizie na Aishi Manula. Manula ameingiaje, ah, ameingiaje? Kwani sio mchezaji wa Simba yule? Yule kukaa benchi si kawaida, si tuna mtoto mdogo pale. <laughs> Ma, Manula, babu mzee wa busara. Yaani ukiitwa babu ni mzee wa busara <laughs> unafikiri babu inakuja ovyo tu Tanzania wani, jina lake aliwezi kufa yeye ye, mwameja mm. Nani mwingine aliitwa Tanzania Wani? Nitajie. Juma Kaseja, nitajie, eh. Mwingine yaani ah. E, ukitaja kama katoka kwa serikali kule, vitacheka mpaka kesho. Taja twende, <laughs> utajua mwenyewe eh. Nani alitoka kule, alikataa wale, namba moja hiyo eh. Tanzania Wani, nani? Nimkataa lakini, mzee Saidi. Nani? Aishi. Hakuna mtu anaye mkataa maishi miki, aishi. Ah, ah. Hmm. Uwezo ndio maana babu. Nikakwambiaje aishi manula eh. eh. babu Yaani, lazima umwite babu Wadabu. Kwanza kalifanyia taifa hili mambo makubwa, Aishi Manula. Hmm. sisi tu hatuna ubinadamu, lakini Aishi Manula, babu golikipa. kwa hiyo unamwacha aondoke msimu ujao? Au nani anamwacha aondoke? Subutu wewe, si unamwona kakaa kwenye benchi katulia pale, ana shida na shaka gani? atacheza tu. Hmm. ukifika muda atacheza. Hmm. Hey. Juzi mm. Kati tulisema Alikamwe kwaku ni bora wenye mm. Maneno ya makali Alikamwe, unamsamini una sana kuliko media mm. Eh, sawa mm. Ah, unajua wenye mpira wao mm. Ukisha wagusa mm. lazima utakula nyundo <laughs> na kama usipokula nyundo lazima utafungiwa, <laughs> au uta, utapigwa faini mm. Niliwahi kumwambia Alikamwe, Alikamwe punguza maneno. Alikamwe kamwe nampenda na mm. namuheshimu sana Alikamwe lakini niliwahi kumuonya kwa sababu mpira wa Tanzania mi naujua, naujua kindaga ubaga. Ukiwaletea mambo ya ajabu ajabu, ukaingia mpaka kwenye nyanda zao, kaka hawakuachi, kama kamu hawakuachi, hawakuachi <laughs> wewe unaona, katafutwa sanga apita bora sema we mwenyewe sasa we, yule kaongea tu poti bana, nikamatieni jamaa huyu mniwekee ndani bana saa saba za usiku mm. Mimi nikiwa kiongozi bana wa serikali mimi kanitukana, naenda kumwambia mkuu wa mkoa, akavaa shati la ubatizo sio hey. Ameangalia ame, ame ameachiwa huru, mm. mm. Vyombo vimeangalia kaona kwa kwamba hana kosa na ndio maana nikakwambia hivi mm. Ukitaka maneno ya busara ondoka na nani na amedi amediari. Ukitaka maneno ya kukomoana ya kuumizana toka na, na mtoto Alikamwe kapiga sura yake ya shekisheki, mwenzio aelewi, anakupa tu, ukigeuka huku kakupa ya kichwa Uk m neno moja kwa sterebloch kesho pizani wenu mnakuchezana nao, neno m moja, neno gani m kifungo tu hakuna ah, neno lolote hakuna majadiliano. Mimi natembea namna hii, yaani kwapa nimezitanua apo, ndo nakwenda zangu gesti kulala. Wewe shauri yako bana. Mimi nawashukuru wote <sharp> na kishukuru chombo changu cha Chapesa kimeniona thamani yangu, na washukuru washabiki wangu wameiona thamani yangu na wamenipokea Zanzibar. Nimefurahi sana. Nakishukuru chombo changu kwa sababu gani? Ndicho kilichonileta Zanzibar. Kwa hiyo nakishukuru mno. Nimefika. Saa hizi nimeshakula, nahitaji kwenda kupumzika. Tutaonana na washabiki wangu siku ya Jumatatu asubuhi. Wa Wagaratia waje? Wagaratia waje watafute nini? Ngoja waende wakaangaika kutafuta ubingwa huko. Si wenyewe wenye, wenye, wenye, wenye ubingwa wetu bado hatujafika. Pata waka moto hapo. Tuishie hapo hapo. Asante. Ah, na mimi nakushukuru sana kwa kunileta Zanzibar.